Hello, habari. Hebu niuliza swali moja. Je, umewahi kuwa kwenye mahusiano ambapo unapenda zaidi, unavumilia zaidi, unajilaumu zaidi, lakini bado unaachwa ukiumia? Kama jibu ni ndio, video hii ni kwa ajili yako. Usiondoke. Wanawake wengi Tanzania hawakosi upendo, wanakosa amani. Kwenye groups za mahusiano Facebook kila siku tunaona nimemsaidia kila kitu, lakini hanithamini ana wanawake wengi lakini bado namshikilia, naogopa kumwacha, nitaumizwa zaidi. Leo nataka tuzungumze ukweli, si kwa lawama, bali kwa uponyaji. Dalili za mahusiano yanayoumiza. Kuna dalili ambazo wanawake wengi huzipuuza. Unajikuta unaomba attention, juhudi, muda. Unahisi hofu, hofu ya kumuuliza maswali, hofu ya kumkosoa, hofu ya kumkosa unamwelezea vibaya mbele za watu, lakini bado unamrudia. Kama unajiona hapa, nisikilize vizuri: upendo hauombwi, thamani haipigi debe. Kwa nini wanawake hukaa kwenye mahusiano haya? Sababu si ujinga, sababu ni maumivu ya ndani. Wanawake wengi wanaogopa upweke, wamejeruhiwa na mahusiano ya zamani, wanaamini hawatapata mwingine. Hapo ndipo sauti ya ndani huanza kusema, vumilia tu, atabadilika. Labda mimi nina makosa. Lakini niseme ukweli mchungu kidogo: kuvumilia bila kuheshimiwa si upendo, ni kujifuta taratibu. Kama unalia kimya kimya, unamfuatilia kwenye mitandao ya kijamii, unajilaumu kila siku, huku sio kujilinda, huku ni kujiumiza taratibu. Kila unapomfuatilia kila unapoomba, kila unapojishusha, sehemu ya nguvu zako huenda kwake. Hatua ya kweli ya kujiondoa: hatua ya kwanza si kumwacha yeye, hatua ya kwanza ni kujichagua wewe. Weka mipaka, acha kuhalalisha tabia zinazokuumiza, jirudishe kwenye malengo yako, jifunze kukaa peke yako bila hofu. Sehemu ya nguvu zako ilienda kwake, sasa ni wakati wa kuirudisha. Unavyozidi kujijali ndivyo hofu inapungua. Mwanamke anayejichagua hubadilika. Mwanamke anayejichagua hahitaji kudhibitishwa, haombi kupendwa, hachanganyi upendo na mateso. Na jambo moja la kushangaza, unapoacha kupigania mtu, maisha huanza kukupigania wewe. Kama ujumbe huu umekugusa, andika nimejichagua ni kwenye komenti. Subscribe kwa channel hii kama wewe ni mwanamke anayechagua kupona, kujithamini na kusonga mbele. Asanteni.